Eh, bwana mambo vipi, tena mtazamaji wa Mastaz TV, naitwa Alex Ali 26 namba bwana kitengo ndo baba. Bwana leo niko na wana mara mwisho wamejiita iPhone party. Sasa hivi mnajiita kina nani kaka? Ile ile mwanangu. Kwema. Unakimbiza sana kule tofauti na mziki. Unajua mwana mziki yupo pande zote mm. Mwana mziki aaa, mwana sanaa sio kwamba kuimba imba tu eh, mm. Mimi kija kwenye uigizaji najua, kija kwenye kutafuta hela najua, kijani kivyo vyote mi napita Yaani mimi nanakkambinakaa miaka nane akipiga chuma. <laughs> Ana hela, anafanya biashara, sio sí, mziki tu ambao ni mwana kwamba huyu yeah. <laughs> <Yeah. laughs> hapa. Akija kontawa yote, ambaye anakuja kufanya kontawa anamuonesha kwamba yeye ndio kontawa zaidi yake, yeah. lazima <laughs> asome kwanza pa saini, akisaini basi anamuorozesha afu, bomba mwanangu, ulitoa wapi? Sisi tuna vitu ambavyo ambavo nikikuleta hata wewe, sio kama wewe hivi, ukisema hii media yako, nikileta sijui nani, ukaleta bato nikileta bato, umelia hii idea mlitoaga wapi? kwanza kuwa hivi Eh, sisi kwa kwa kwa. Ni watu wenye akili. Tuna vitu ambavyo mtu yote hawezi akavifikiria hapa kambini. Okay. Umeona? Kwa tunapoyatoa madini, uwezi ukayapata popote pale. Uh -huh. Eh, wewe umeona okay. Ane... kwanza si Wanyamwezi. Unajua sisi ni vitu watu ambao tunafanya vitu ambavyo watoto e wakaelewa tuna tunafanya vitu ambavyo watu wataiga.

<coughs> he, he. Jesa, mikataba ya mwamba hapa, sijatoka. Au ni... yeah. si yeah. si yeah. yeah. Unaona, mm hapa -hmm. ndo masela mm -hmm. ndo marafiki mm -hmm. ndo familia ndo baba zangu ndo meneja yani, ndo kila kitu sio mama tu, si tunachana kwenda chooni tena, a tena ndo serikali yangu. Tunachoamua ndo kinachofaa. Ukimchezea huyu unapotea hapa kambini, unapotea kabisa. Ukija, ukija yani ikiwa ni business, ukija kwangu utaonana na yule pale, na yule hawezi kufanya kitu hajamshirikisha huyu. Hapo umetoboa tayari issue mlikuwa na Nyago eh, mkampromote sijui familia na yeye pia, na yeye pia familia, na yeye humu humu ya maniga kuna yeye shule mtukana sijui ni nani, ilikuwa nini sasa nani, au naona alikuwa anatafuta kiki pale kumtukana Nyago. A a, hebu tusikie boss, sisi tunawapa watu kiki, sio tafuti kiki eh, sio tuwezi kutafuta, sema tafuti, atafutie form 50, ya kazi gani? Ya kazi gani? Kwamba sisi wote ni hela lakini a a sio kwamba ni hela, sisi wenyewe ni hela na tunajijua sisi ni hela, wewe mwenyewe hivi nikikuangalia, sasa kwanza wakati wewe nikiangalia, wewe ni hela lakini haujielewi

Utambue kwanza, ujijue ni hela afu tukisema tutumie hela yako tunajenga. We si ya kutangaza huko kwenye ma TV we ni wa kuwa na TV kama hizo na miliki. Si we ndio bosi? Tukiangalia wewe ni tajiri wa hivi vitu lakini hujaelewa, yaani wewe eh. We ni hela we. <laughs> yaani we we na ujijui okay, kwamba we ni hela

Em, fikiria, si mtoto yule, mtoto wa juzi. Sisi mda ote tupo on trending, kambini tunaongelewa, atuwezi tukazima. Umona mtu yoyote ambaye anayetaka siu kutangaza vitu siu anafanya nini, atawatafutaa jana, vitu vyako vitena mjtena It is matema ujafanya nini kwa sababu nyago mwenye huu ndo anaweza kutuambia dogo, nyinyi hela, lakini amjielewi. Mimi nikawa nabisha, huyo akaanza kuleta idea yake akamvuta nyago, unaona nyago na yeye ni hela, nyago na yeye ajielewe hapo mtaani tu, akamvuta nyago, niko mtaani akamvuta nyago, nyago akana kana nyago, akampa siku hizi mbili Rikli. nyago yuko wapi mda huu? Ukamwambiaje toa nyimbo hii hapa, pita hivi

Andika mdogo wangu, yaani alichokifanya ni kwamba alimwita Nyago. Mimi na sisi, hata clip mziona, tupo kwenye kikao na kiliwii yote okay. Tulikuwepo wote, hmm. Alimwita nyago afu akawa amemwelekeza, na alielekeza kiliwi yote, kwa alimwambia, fanya mziki afu vuta feko na keni wakae karibu yako, utaona wapi unaenda, yupo wapi sasa maana simu sasa ndio maana nisa, uliza nimpigia simu ni, ambayo unaendesha wewe ambao unasema bwana uki, ya, umesema ukinielekeza na mimi pia naweza nikawa hivyo tukusikie si, siri hmm. Hmm. ya mafanikio uweze kueleza kwenye TV kwenye nini. Sio unajua, sio kila mtu anayetupenda. Tena nisikufichi brother wewe. Una nyota kali zaidi hata mimi na wewe zaidi hata kina nyago. Okay. Wewe wewe, ngoja nikwambie. Huyu tu mwandishi wa habari kasema, mbona kama msanii msanii mkubwa alikasema aa kibegi kasema

Sasa baada ya kumiliki iPhone mnamiliki kitu gani kingine? Uh, vipo vingi. Yaani ambako tulikuwa tujafika ni kwenye iPhone ndo tumemaliza sasa. Na kwenye sikia sana no ombele kimoja. <laughs> Tumemiliki iPhone na sasa hivi tunataka kumiliki mabebe wakali tu. Hatuna mm, vilamba lamba. Ndio hey, break ya mwisho. Yeah. Break ya mwisho. Yeah. Mm. Kitoka kitabu. Boss kito, wewe sasa wewe mwelekezaji aidha master plan. Mm. Wewe hapo ndo break ya mwisho au ndo bado mnaendelea tena? Unajua, lakini si kwa hiyo anaendelea kunipata mimi, natakiwa kuni kwa pite kwanza, lakini sisi wote kufanya kufanya hivi kwa mfano, na mtu akisema kwamba wanangu, natamani na mimi mnifanye mwe kama hivyo hivi. Mm, kuna kuna gharama yote ambayo inafanyika hapa kilikuwa tuna nyota kufanya vitu tuna nyota kupendwa na watu tuna nyota kuendesha kila kitu ikanyoka hivyo, yani hivi. Kabla sisi kutumia iPhone ilikuwa imejulikana hapa hivi umefanyika watu wengi wamekuja, wamejaa tukae naye wiki mbili, yeah unaziona tu percent kwa sababu wewe ukiingia Mwanza tunapata meli hapa kwenye ziwa la bd wewe tu, hata niwape sijui mimi, nataka niweke daraja hapa hapa kwenye bwawa hapa la kutoka shida mpaka Bidi. Watu unapasua hapa katikati, anapasua hapo, arudi anafanya kazi hapo, daraja nini babu, miezi mitatu tu tunataka sasa, tumtumie diki diki, atakuwa anakula tu, tunampeleka store anakula, lakini anatungizia hela. Unajua hapo napiga hela, kwamba mna mfilisi au kuna namna gani? Tunavyomtumia kupitia wewe, sisi tukikaa na wewe, tunajenga tunakula vizuri, tunavaa vizuri kupitia wewe. Diki, yeah. Hey, pale na wanawake alanaa wenyewe ni hela, yaani hela inaishi na hela, ila aijielewi. Wanawake ni hela moja kubwa sana kwa amanawenyeshapiga laki tatu kwana aelewi kwama imepiga nini. Ilikuwa ni lini tumekuja hapa kwenye challenge? Sija post clip yoyote Sijakupa au ameposti yeye, afu ela nimekula mimi naelewi Mwana account ni ya kwake, account ni ya kwake <laughs> <laughs> na hata hivyo kuna clip ambazo alikata mwanangu likwambia kuna clip, yeye, kuna clip, kuna clip diki kakata hajaposti moja, nitakiwa sasa wewe ufanye masomaso sio na okay. Kuna clip ambao ambazo kuchukua hapa

Hapa ni wana kama unavyoona bwana, ni timu ya mtu tatu imejikamilisha. Ni timu ambayo kwanza ina furaha sana kama unavyoona, timu ambayo haina nadra, kwamba hamna mnafiki kati yao. Unajua bwana, maisha mazuri ni pale mtu uishi kama anavyoishi mwenzako na washikaji wengine wa wakuta kama vitu kama hizi. Mwingine anataka kuwa Mkristo, afu akienda kanisani anambia, mwanangu, unajua leo tumesali nini, bwana Yesu asifiwe. Afu mwenzake akamwambia, una oya, mimi leo nimeenda baa, mwanangu, kuna kuna piska ah, mwanangu, vitu wa amesha kukataza, unakuwa sio ushikaji, unakuwa sio rafiki. E, e, urafiki ni vile kufanana kama Wanda hivi sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu mm. tunapendana, tunaheshimiana. Na, na katika katika maisha tunajua kugombana kawaida, mm. lakini tunaelewana kwamba si binadamu, tunaweza kugombana, tukaishi hivi. Kwa hiyo kama ni kipaji ambacho Mungu ametupa. Unaweza kupenda kuishi hivi na watu lakini msiishi. Ya, kwa sisi tunashukuru. Hapa ni crew na, yeah, nzima. Nakwambia crew ya watu wabaya. iPhone, party mara ya mwisho. Yeah. Eh na, naitwa Alex Ali 26. Kitengo ndo baba. Nyuma kamera niko na kabisa mtumbadi. Appreciate sana kwako. Asante.